Kampuni ya Time Tickets inayosimamiwa na Data Kinohama Business Incubator iliyoko chini ya Tume ya Sayansi na Teknolojia Costec imezindua mfumo mpya wa kielektroniki wa kuchangia harambee. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo amesema mfumo huo unaoitwa Wezesha sasa unamsaidia mtu kuchangia kwa kutumia simu ya mkononi na kupata taarifa za mchango aliyotoa kwa uwazi zaidi. unapatikana unamsaidia mtu nalo na kufanya kazi ona baadaye. Lakini jinsi ya mtu anaweza kuchangia, anachangia kwa kutumia simu ya mkononi, anachangia kwa kutumia simu ya mkononi. Na tuliposema tuliposema kwamba una unaonyesha uwazi na ufanisi wa hali ya juu, unapopatikana ni kwenye tovuti. Lakini kila mtu anapochangia uweza kuonyesha kiasi gani kimechangwa hadi kufikia muda huu na ni watu gani ambao wamechangia hadi kufikia muda huu, hivyo inaondoa ina ile hofu ya kwamba tunachochanga hatujui kinakwenda wapi. Hiyo ndo tunamaanisha kusema uwazi na ufanisi, ni hiyo ndo kitu kikubwa sana, kwa sababu kila kitu kinachochangwa wewe ambaye umechangia unakiona, na pale ambapo utachangia unapewa unapata ujumbe kwenye simu yako ya mkononi kwamba umechangia kwa ume, ume, ume ajili ya kitu fulani na nambari yako ya mchango ni hii na hii na hii. Naye mkurugenzi wa masoko wa Time Tickets Mwasapi Kihongosi amesema mfumo huo unaendeshwa kwa nguvu za ushirikishwaji, kwa sababu wachangiaji wanapochangia huhitaji taarifa za fedha zao, hivyo wataweza kufahamu siku husika kiasi gani kimepatikana na siku ngapi zimebaki ili kufikia lengo lililokusudiwa wanaweza kupata sasa moja kwa moja taarifa zao za michango pale pale walipo. Kwa hiyo kama kuna tukio ambalo unachangishia unaweza kujua kwamba kwa siku ya leo leo tuko siku ya ngapi ni mchango wa kiasi gani na lengo la huo mchango ni kitu gani. Na kwa kila mchango ambao mtu atakuwa akichangia atakuwa anapata kumbukumbu ya mchango wake hata siku za baadaye unaweza kwenda kuangalia kwa kiasi gani ulichangia. Na yule mtu anayeendesha huo mchango mahali popote alipo akiwa watu na kumtaka au na simu anaweza akajua wamefikia kiasi gani kwa lengo ambalo unataka kufikia, na ni rahisi zaidi katika swala la uwajibikaji kwenye maofisi au na taasisi, kwa sababu katika muda ule ule ukiona kama leo tumefikisha labda milioni tano, unaweza kwenda kwenye kompyuta ukapata orodha ya michango yote na majina ya watu walioc Amesema mfumo huo utaongeza chachu ya uchangiaji katika shughuli za kijamii, kwa muda na wakati wowote wa mtu huweza kupata taarifa za kiwango cha pesa kilichochangiwa kwa kupitia tovuti za mfumo huo.